Ninasikia wanasema ati, ati vile Raila ati Ogingo Dinga hakuweza kuchukua urais na Raila pia hajaweza kuchukua urais. Ndugu yangu, acha nikuambie na nataka tu nikukumbushe kabisa, Ogingo Dinga yeye alikuwa na roho ya utu, na kama ingekuwa ni Kinyata Ogingo Dinga na amewekwa ndani, Kinyata angekuamilia hiyo kiti, na ndo unakuja unapata kwa sababu Ogingo Dinga hakutaka kitu inaitwa ulafi ama hakutaka kitu a, yani, hakutaka jina lake liweze kuharibika, alinyenyekea chini ya kiongozi wake. Sasa hata kama Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga amekuwa, alichukua urais ni kunyang'anywa, alinyang'anywa hawa watu wa mlima, hawa watu wa mlima wenye walianza kuambia watoto wao Raila Amolo Odinga akichukua urais mtatembea na vinyasa, Raila Amolo Odinga akichukua urais sijui nini mimi nasema mtu wa mlima ndo mtu wa kulaumiwa. Mtu wa mlima ndo mtu amenyang'anya Raila Molo Odinga ushindi. Mimi hata nashangaa nikiona wanapeleka matako zimeparara pale Bondo, nashangaa sana, nashangaa, nashangaa nikiona wanapeleka huko kwenda kudanganya hao hao watu wa mlima. Hawa watu wa mlima wametishia Raila Molo Odinga. Hao watu wa mlima ndo walinyima Raila Molo Odinga ushindi. Hawa watu wa mlima si watu wa kufanya marafiki. Munaona, gashagua, mchezo. Hata huyu Kalonzo mnaona amekuwa wili baro ya Gashagwa na atakuwa wilibaro siwadanganyi, atakuwa anasukumwa vile Gashagwa anataka ndo Kalonzo atakao anafanya, na akijaribu kuleta mdu mchezo anatishiwa watamuimpichi na hiyo ndo kitu iko. Kwa hivyo kama Gashagwa saa hii yeye bado waja form government lakini ameshachukua 50%. What about akisha, wakisha, wakishachukua serikali. Kwa hivyo mi nataka niwaambie kama munaweka akili zenyu kwa watu wa mlima, my dear friend, mutabaki kukua slaves, mtakuwa slave miaka nenda miaka rudi. Na mimi nasema, muluya ama Mjaluo mwenye anaenda kuanza kuinamia ati Wakikuyu, bwana, mimi rent nalipa ninalipa rent, au hanilipi? Na mimi nasema sita beg Mkikuyu hanilipi rent. Hata naona wakinitukana kwa comment, na mimi ninawaambia mimi ninalipa rent na nyinyi. Na ukiangalia kuna wakikuyu kuna kuna, Wakikuyu, kuna Wakikuyu wanalala mpaka hapa kwa viwanja, wanalala kwa, kwa, kwa bus station. Mbona hawawasaidii Wakikuyu wenzao na wanalala bus station, wanalala kwa viwanja, wanalala nje ya hoteli? Mbona hawawasaidii Wakikuyu wao wenyewe? Wanakuja kusema wanatusaidia. Bwana, nawaambia hamuta tulalia, na tutawambia ukweli kama muli, mulizuilia Raila kuwa president. Bado kuna watu na kuna watu na tunasema mkikuyu ndo ukuwe rais